Kuna filamu ambazo sio hadithi, ni maisha. Filamu ambazo sio kuangalia, ni kutafakari. Na kuna filamu ambazo huwezi kuzisahau kwa sababu zinakuonyesha safari ya moyo, machozi na ushindi wa mwanadamu mnyonge mpaka anasimama kama mlima. Karibu kwenye Movie Secrets By Us, sehemu ambayo tunachambua filamu kwa jicho la roho, tunasoma siri ambazo macho ya kawaida hupitiliza tunatenganisha ishara mafumbo na maana zilizofichwa kama dhahabu kwenye giza. Na leo tunavunja filamu ambayo imewahi kuwagusa dunia nzima, The Pursuit Of Happyness, filamu ya baba na mwana, Will Smith na Jaden Smith. Lakini ndani yake kuna dunia nzima ya maumivu, ndoto na mapambano yasiyoambiwa kwa maneno. Kabla hatujaingia ndani kabisa, kumbuka Breakdown kamili full story na uchambuzi mzito zaidi unapatikana YouTube kwenye ukurasa wetu wa Movie Secrets By Us. Na sasa ngoja tuanze na swali la kwanza ambalo hata director alitaka tulione kabla ya chochote. Kwa nini happiness imeandikwa vibaya? Kwa why badala ya i? Hii siyo typo, sio makosa, ni ujumbe wa kina. Katika maisha halisi ya Chris Gardner, aliona ukuta kwenye shule ya mtoto wake umeandika happiness vibaya, lakini akajua ndio picha ya maisha yenyewe. Furaha ya kweli haiji kamili, haitokei safi, haiji kwenye grama sahihi, inahitaji mapambano, machozi na ukosefu wa usawa. Hivyo wai inamaanisha njia, matawi mawili, maamuzi mawili barabara ya kuchagua ile rahisi au ile ngumu, lakini yenye mwisho wa thamani. Director anasema happiness ni idea, happiness ni safari, na hii filamu sio kuhusu kufurahi, ni kuhusu kuifukuzia furaha ambayo kila mtu anastahili, lakini wachache huipata. Wahusika katika filamu hii na maana zao: Chris Gardner ambeni Will Smith. Hili jina Gardner sio bure limetokana kwa neno garden bustani. Yeye ni mkulima wa maisha, anapanda mbegu za matumaini katikati ya umasikini, machozi na kukataliwa. Kila hatua yake ni kupalilia, kubeba mzigo na kungojea matunda yake baada ya muda. Anawakilisha wanaume wanaopigana kimya kimya duniani kote. Christopher ambaye ni Jaden Smith, jina lake linaanzia kwa Christopher Career of Christ, mbeba mwanga. Mtoto ndiye mwanga unaomwongoza baba kwenye giza. Hapo director anasema mara nyingi wazazi hutegemea nguvu zao, ila safari ya mafanikio huongozwa na nia ya kumjengea mtoto maisha bora. Linda, mama anayeondoka jina lake limetoka kwenye Linda, maana yake beautiful. Huyu ni fumbo la uzuri unaochoka kupambana, anawakilisha watu wanaovunjika rohoni baada ya mapambano marefu. Siri, ishara na mafumbo katika filamu hii. Rubik's Cube, IQ ya maisha, siyo ya darasani. Chris hakusoma Stanford, hakuwa na digri, lakini Rubik's Cube ilionyesha siri moja, ubongo wa maisha ni zaidi ya makaratasi. Direkta alitaka kusema elimu ni muhimu, lakini tatizo la mtaa ndilo hujenga akili ya kupambana. Rubik's cube ilikuwa ishara ya uvumilivu, kutatua matatizo magumu, kuamini akili yako hata dunia ikikukataa. Bafu la station, ishara yake ni maumivu ya kupumua. Hili ndilo eneo ambalo ulimwengu mzima ulilia. Chris anaomba usingizi akiwa amemkumbatia mwanaye ndani ya choo cha umma. Hapa direkta anasema wakati mwingine mahali ambapo tunajificha si pa heshima, lakini ndoto tunazolinda ndani yake ni za thamani. Mlango wa bafu unagongwa. Kwenye filamu hii mlango ndio maisha. Hata wakati unafunguliwa vibaya, unajaribu kung'ang'ania usingizwe nje. Kutembea haraka, kila sehemu, mbio za uhai. Chris kila siku anakimbia Sio kwa sababu ya kukosa muda, bali kwa sababu anaogopa maisha akimwacha. Hii ilikuwa ishara ya watu wanaopigana na dunia nzima bila mtu mmoja wa kuwategemea. Vipeperushi vya skana alizokuwa anauza ni mwanga unaovunjika. Kila skana aliyobeba ilikuwa mfano wa mzigo wa maisha na ndoto iliyovunjika vipande. Alipoanguka na mashine ikaanguka, direkta aliwasha fumbo: maisha yanavunjika kabla hayajajengwa. Ujumbe wa jamii katika filamu hii: wanaume wengi wanaumia kimyakimya, wanatembea na mzigo ambao dunia haiuoni, wanapambana ili mtoto asione giza wanalolipitia, na hata kama hawana kitu mfukoni, wanabeba dunia juu ya mabega yao. Chris Gardner anawakilisha mwanaume mnyonge lakini roho imara, baba asiye perfect lakini anapigania perfect life kwa mwanawe. Wakati Chris anasimama barabarani akilia baada ya kupata kazi, hiyo sio furaha. Hiyo ni happiness, furaha iliyotengenezwa kwa machozi. Director alitaka tuone kipindi cha maisha unapopitia maumivu, hapo ndipo unaandika herufi yako Y, njia unaochagua. Na kama bado unataka kuelewa maana nzito iliyofichwa ndani ya filamu kama hii ushindi unaotengenezwa na machozi ya siku, na safari ambazo hazionekani kwa macho ya kawaida, basi tembelea mitandao yetu yote, Movie Secrets By Us, TikTok, Instagram, Facebook na YouTube. Huko ndipo full breakdown, full story na siri zote tunazivunja kwa kina, kinachokufanya uhisi filamu, sio kuona. Karibu na asante.